Vijana hawako sehemu moja pekee. Vijana wako kaunti nzima, ama Kenya nzima. Na kama ni masuala ya school fees, hayatozwi shule za upande mmoja pekee. Kama yanatozwa, ni shule zote, shule zote. Kama ni kilio ambacho tutalia, pengine shule zifanywe free, ni sawa lakini, as it is, hatutokaa sisi kama wazazi, kama viongozi kusema watoto waendelee na uhalifu kwa sababu serikali inatoza school fees. Sisi kama wazazi lazima tuchukue responsibility. Mheshimiwa Waziri, pengine you are surprised, ni kweli watoto wa between 10 years to 15 years wameingia katika hizo gangs za uhalifu, na ni kwa sababu ya ile ile nyimbo ambayo tunaiimba sisi ya kuwa Ah, hakuna pesa kupeleka shule, kwa nini wanacharge fee shule? Mzazi ukianza negative attitude, na nina imani na hope wale wenye wanapeperusha ile sentiment ambayo baba Osongo amezungumza, I hope amto ipeperusha, kwa sababu tutazidi ku encourage uhalifu uendelee. Sisi lazima tukemee uhalifu wa watoto na ukemeni kwa kusemekana kuwa serikali inatoza school fees. Sisi si peke yetu ambao tulipishwa school fees, kule Kinango pia watoto wanalipa school fees kwa mheshimiwa Gonzi Rai, wazazi pia wanalia, wanaangaika na pia mimi kama gavana wao, pia mimi ningeomba school fees za primary ziondolewe, lakini haimaanishi mtoto ashike panga, aende aue mwingine, haimaanishi watoto wafanye uhalifu. Kwa hivyo swala la uhalifu Twashukuru security forces wame- wameweka juhudi yao. Sisi kama viongozi sisi kama wazazi, tupatie support security forces. Hii negative sentiments ndio zinapanda ugonjwa unakuwa mwingi. Kama ni school fees, county government inapeana, national government inapeana, CDF inapeana, ngafu inapeana. Mtoto asikae nyumbani akasema nimeingia kwa uhalifu kwa sababu sina school fees.